Ugunduzi wa ugonjwa wa kisukari unategemea mambo makuu mawili, kwamba umefikia hatua gani, mm. na pale ulipoenda kwenye hiyo hospitali je, hospitali hiyo ina uwezo wa kugundua katika hatua hiyo uliofikia. Lakini tu kiufupi ni kwamba ugonjwa wa kisukari bado haujulikani kabisa e, bado watu wengi ugonjwa hawaujui, kwa sababu mimi mwenyewe nimekulia vijijini e, tukua tukiona mtu ana kidonda ambacho akiponi e, amekaa nacho miaka miwili miaka mingapi, mm, tukao tunahisi hiki kidonda labda amerogwa, lakini kumbe yaweza kuwa ana kisukari mm. Unashangaa bibi yako anakuambia chukua hilo chanuo ni kune huku mgongoni, unahangaika kumkuna, ana harara za kutosha. Wewe unafikiria ni jambo la kawaida tu, kumbe ana sukari. Mwisho wa siku unashangaa tu yuko pale kwenye kiti, anakata, anafariki. Unasema amefariki, alikuwa tu kwenye kiti, alikuwa tu yuko hapo chini kwenye mkeka, anachambua maharage, akapatwa na umauti. Kumbe alikuwa na maradhi yanaendelea. Tunaona wazazi wetu wanapofuka huko vijijini. Eh, tunasema oh, amepofuka kwa sababu gani? Tunashindwa kuelewa nini sababu, kumbe weza kuwa ni kisukari mm. Kisukari kinasababisha eh, watoto kuota kwenye jicho na jicho linafumba. Kwa hiyo kiufupi tu ni kwamba ugonjwa wa kisukari bado kabisa yeah. Elimu ni finyu. Sasa kibaya zaidi ni kwamba huyu ambaye hana elimu akishagundulika na kisukari, namna anavyokabili ugonjwa ndo unazidi kum... yani ile hali ndo inazidi kumzorotesha zaidi.